Anatueleza Amirul Muminina Umar ibn al-Khattabi, radiyallahu anhu, ijtanibul mushrikina Waislamu, jiwekeni mbali na washirikina, fi idihim, katika sherehe zao. Wiki ijayo, ndugu Waislamu, Wanaswara kote ulimwenguni wanajiandaa kusherekea tarehe 25 Disemba, yani Krismasi ni ngoma ambayo kwamba inapigwa na wasio kuwa sisi, maa alasafi shadidi, tunaonekana baadhi ya waislamu pia twacheza hiyo ngoma, na si ngoma ya Kiislamu. Wanaopiga hiyo ngoma si Waislamu. Ndugu Waislamu, pamoja na kuwa hii siku ya Christmas kwa dhahiri inaonekana ni sherehe, lakini ina ujumbe mzito ndani yake ina risala nzito ndani yake, na ni katika masiku ambayo kwamba yanamkasirisha Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla. Na si tu Mwenyezi Mungu anakasirika, hata baadhi ya viumbe ambavyo kwamba Allah aliipatia amana ikakataa kuchukua, inakasirika kutokana na hii siku ambayo kwamba anatukanwa Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla. Na baadhi yetu tutaona kuwa sherehe kama hizi ni jambo dogo kama ilivyokuja kwenye Qur'ani tahsabunahu hayinan wa huwa inda Allahi adhimun mnayaona kuwa ni mambo madogo lakini kwa Mwenyezi Mungu kwa hakika ni makubwa ni makosa ni makosa muislamu kuingia katika sherehe aina yeyote sherehe ambayo kwamba amba. si sherehe anayoitambua Mwenyezi Mungu ama mtume wake sallallahu alayhi wasallama

Atajifananisha na watu aina fulani, hata kama si miongoni mwao basi, mtume anasema sallallahu alaihi wasallama, fa fahuwa minhum, yeye ni miongoni mwao kwa kujifananisha na sherehe hii ya Christmas. Ndugu Waislamu, wengi wetu tumeingia katika mtego huu, si vijana, si wafanyaji biashara, si mambo ya urafiki

na uadui hii siku, ndugu Waislamu, utapata wafanyaji biashara wameingia kwenye mtego huo kwa sababu ya mtihani ya kuipenda dunia na kusahau maadili ya Kiislamu. Utamwona mmoja ameweka mataa ya kuwaka na kuzimika ya kuashiria kuwa ni siku ya Krismasi. Mwingine ameweka Christmas tree kwenye kona ya duka yake ama supermarket yake. Mwingine ameweka Christmas offer, anajua watu wengi ambao kwamba ni manaswara wenye kuja kununua bidhaa kwa ajili ya maandalizi ya hii siku, wacha niweke Christmas offer ili waje wawe ni wenye kununua. Mwenyezi Mungu ametukanya, wala taawanu ala lithmi, Waislamu msiwe ni wenye kusaidiana

Watanshakul ardu, na vile vile ardhi zinakaribia kupasuka. Na tukumbuke Allah alipatia amana mbingu, Allah alipatia amana ardhi zote zikakataa. Watakhirul jibalu hadda, na majabali yanakaribia vile vile kuporomoka chini na kupasuka vipande vipande. Kwa sababu gani? Andau lirrahmani walada, kwa dai lao kuwa Mwenyezi Mungu ana mtoto. Allah amekataa hilo, wama yambaghi lirrahman an yatakhida walada, na haimwelei Mwenyezi Mungu kuwa na mtoto wa kazi gani? Mimi na wewe twahitajia watoto nyuma yetu, tuna wazee wetu, sisi ni watoto wao. Watafika umri ya utu uzima, hawana nguvu tena ya kutafuta riziki. Mimi na wewe mtoto tutawalisha wazee wetu. Je, Mwenyezi Mungu anazeeka?

illa nimetaka wawe ni wenye kuniabudu mimi. ma uridu minhu min riskin wa ma uridu an yutimun, sitaki lolote kama riski kutoka kwao, wala sitaki wawe ni wenye kunilisha. Mwenyezi Mungu licha kula, Mwenyezi Mungu haisi njaa. Mwenyezi Mungu akasema kuwa yeye ndiye mwenye kutoa riski, Allah ndio mwenye kumlisha kila ambaye kwamba anasifika na sifa ya njaa anamlisha samaki baharini, anamli, anamlisha ndege kwenye kiota, anawalisha wote wanaotembea juu ya mgongo wa ardhi. wama min dhabbatin fi lardi illa ala allahi rizquha, hakuna chochote kinachotembea juu ya mgongo wa ardhi illa kwake Mwenyezi Mungu ipo riziki yake. Mimi na wewe tunahitajia watoto kuna kuondoka duniani kuna wazee wetu kutuacha, kuna sisi kuwarithi wazee wetu, kuna sisi tutafika umri ya utuzima, tutaondoka duniani, watoto wetu watakuwa ni wenye kuturithi. Je, Mwenyezi Mungu anaondoka duniani? Ama je, Mwenyezi Mungu anaondoka katika ulimwengu? Ama je, Mwenyezi Mungu anakufa ili apate mtoto wa kumrithi? hasha wakalla. Mwenyezi Mungu anasema wa tawakkal ala alhayy alladhi la yamut. Na egemeza mambo yako kwa yule ambaye kwamba yuko hai kisha hadhi kabisa Allah amekata akasema wama yambaghi lirrahmani an yattakhida walada na haimpasi Mwenyezi Mungu kuwa na mtoto kwa sababu hana kazi na mtoto, hana haja na mtoto. Na hii ni matusi kwa Allah, kwa sababu Mwenyezi Mungu hazeki ili alishwe. Mwenyezi Mungu hatokufa ili arithiwe. Kwa ajili hii ni matusi, anatukanwa Allah azza wa jalla. Mwenyezi Mungu anazidi kusema mal masihu ibnu Maryam

wala mamake hakuwa muongo wala hakuingia kwenye uchafu, ndio akapatikana Nabii Isa hasha wakalla. Mamake alikuwa ni mkweli, Mwenyezi Mungu anamtakasa Bi Maryam. Kisha akasema Mwenyezi Mungu, walikuwa hawa wawili yaani Nabii Isa pamoja na mama yake walikuwa na desturi ya kula, na kabla ya kula walikuwa wana, wana hisia ya njaa, na Mwenyezi Mungu hana hisia Wala Mwenyezi Mungu hana sifa ya kula. Mwenyezi Mungu akasema walikuwa na tabia ya kula, tizama namna tunavyowabainishia aya zetu, tizama namna tunavyowabainishia aya zetu, kisha wanakengeuka, kisha wanabadilishiwa, kisha wanapotezwa, na ilhali Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla amewabainishia katika Qurani, akisema tena Mwenyezi Mungu ndani ya Qur'ani, inna mathala Isa indallahi kama thali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Mwenyezi Mungu anasema, inna mathala Isa indallahi kama thali Adam, mfano wa Nabii Isa mbele ya Allah ni kama Adam. Ni kana kwamba Mwenyezi Mungu anataka Ewe ndugu yangu Muislamu, regesha kumbukumbu yako kwa Nabi Adam ili upate taswiri nzima ya Nabi Isa. Inna mathala Isa indallahi kama mathali Adam. Mfano wa Nabi Isa mbele ya Allah ni kama Nabi Adam. Miujiza ya kupatikana Nabi Adam ina uzani zaidi ya Nabi Isa. Zaidi ya Nabi Isa. Nabi Adam hana baba, hana mama. Isa ana mama. Nabi Adam hana baba hana mama, ama Nabi Isa ana mama. Tukiweka hii miujiza kwenye mizani, miujiza ya Nabi Adam ina uzito zaidi ya Nabi Isa. Ndugu Waislamu, anatueleza Mwenyezi Mungu katika hadithi al-Qudsi, msimulizi wa hadithi akiwa ni Abu Hurairah.

Haya ni maneno ya muumba wa mbingu na ardhi, haya ni maneno ya Allah anasema, kadhaba ni bnu adam, amenikadhibisha mwanadamu, amenikadhibisha binadamu. Vipi binadamu amemkadhibisha Allah? Mwenyezi Mungu anasema, amenikadhibisha binadamu, na wala hastaiki yeye kunikadhibisha mimi, mola wake. fa amma takdhibuhu iyaya fa amma takdhibuhu iyaya, ama yeye kunikadhibisha mimi mola wake. Fa qawluhu ni aliposema, huyu binadamu baada ya kuwa nimempeleka ardhini mimi mola wake nimestawi juu ya arshi huko ardhini, anasema haya maneno: lan yuidani kama badani, hatoregea kwangu, hatoregea kwangu kama alivyoanzia safari yake kwangu. Naam, hebu soma Qur'ani. Kuna kaum ngapi zimetangulia zinazokadhibisha kuregea kwa Allah? Kuna kaum ngapi ambazo kwamba zimetangulia zimekadhibisha kuregea kwa Allah? Wakiona kuwa ni rajum baid, baada ya kufa eti kuna kufufuliwa tena, basi itakuwa ni zamani sana. Na ndio maana katika arkanul iman, arkanul iman lazima mtu aamini siku ya mwisho, siku ya kiyama, ni siku ya kuregea kwa Allah azza wa jalla. Akasema tena Mwenyezi Mungu, washatamani, na huyu binadamu amenitukana. Subhanallah, llah huyu binadamu amenitukana na hastaiki kunitukana mimi, mola wake. Akabainisha Mwenyezi Mungu namna ya kutukanwa, akasema wa amma shatmuhu iyaya faqawluhu itakhadha Allahu walada, ama yeye kunitukana mimi ni hapo alipodai, akasema kuwa Mwenyezi Mungu ana mtoto. Subhanallah, Mwenyezi Mungu amesema haya ni matusi, haya ni matusi. Mwenyezi Mungu Mwenyezi Mungu, wama yambaghi lirrahmani an yattakhidha walada, Mwenyezi Mungu haelei kuwa na mtoto, wa kazi gani? Kila mwenye sifa ya kuwa na mtoto ana sifa ya taksir. Kila mwenye kuwa na sifa ya mtoto ana sifa ya upungufu fulani. Kuna kuzeeka, nguvu zimeniisha mwilini, mtoto wangu atanisaidia kwa mambo fulani. Kuna mimi kumalizika, mtoto wangu atanirithi. Na Mwenyezi Mungu hana udhaifu wowote, Allah hana taksir kama hizo. Basi Mwenyezi Mungu anasema amenitukana, amenitukana binadamu kwa kusema kuwa mimi nina mtoto wa ana al-ahad, na mimi niko peke yangu. qul huwa Allahu ahad, ahad, sema Mwenyezi Mungu yuko peke yake, wala wa haijaja. qul huwa Allahu wahid baada ya wahid, wahid, Mwenyezi Mungu amesema, qul huwa Allahu ahad, sema Mwenyezi Mungu ni mmoja peke yake

Allah hakuzaliwa wala hakuzaa, na utaratibu ni kuzaliwa kisha ndio kuzaa, lakini kwenye aya Mwenyezi Mungu ametanguliza lam yalid, hakuzaa, walam yulad, wala hakuzaliwa. Kwa nini? Kwa sababu maradhi yaliyoko duniani Kelele zilizoko duniani, upotofu ulioko duniani ni madai ya kuwa Allah alizaa. Mwenyezi Mungu ametanguliza kuyatibu maradhi ambayo kwamba yapo, lam yalid, hakuzaa. Na ikiwa watakuja wengine wazue kuwa Allah amezaliwa, Mwenyezi Mungu kesha kataa, wala hakuzaliwa, na wala hakuna yeyote ambaye kwamba anafanana na mimi. Ndugu Waislamu, Kutokana na uzito ili jambo la Krismasi, na kudai kuwa ni siku aliozaliwa mwana wa Mungu, na si kweli madai hayo. Siku ya Kiyama, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala, kuna suala Mwenyezi Mungu ataelekeza kwa Nabii Isa. Nabii Isa kama ilivyokuja ndani ya Qurani, Mwenyezi Mungu atamuuliza ya Isa bnu Maryam aanta qulta linnasi atahiduni wa ummiya ilahaini min duni llah, ewe Isa kijana cha Maryam, je, wewe ulifika duniani ukawaamrisha watu wakufanye wewe na mama yako kuwa waungu wawili mbali na Allah? Hili ni suala Mwenyezi Mungu anamuuliza Nabii Isa, na jawabu, Mwenyezi Mungu anajua Nabii Isa hakufanya hivyo, kwa sababu Mwenyezi Mungu alima bima kana wa bima yakunu wa bima sayakun wa bima lam yakun lau kana kaifa kana yakun. Mwenyezi Mungu anayajua yalokuwepo na yaloko sasa, si mageni kwa Allah, na anayajua yatakayokuja na Mwenyezi Mungu anajua yale ambayo kwamba hayakuwepo na hayapo na hayatakuwepo, na Allah anajua lau yangekuwepo ingeleta natija gani? Mwenyezi Mungu anamuuliza Isa ibnu Maryam, ewe Isa kijana cha Maryam. Na ndugu wa Islamu, hakuna mwanamke alotajwa ndani ya Qurani kwa jina lake mubasharatan ila bi Maryam, kutokana na ile tukio. Hata Allah akateremsha suratan kamila, sura nzima ndani ya Qurani akaipatia jina sura tu Maryam. Pahala pengine imekuja ishara kuonyesha hapa anayezungumziwa sasa hivi ni mwanamke, lakini kwa Qurani nzima alotajwa kwa jina ni Maryam peke yake, ili asiendelee madai ya kuwa Isa ibn Allah, hasha wakalla, Isa ibn Maryam. Allah atamwita Nabi Isa, ewe Isa kijana cha Maryam, je, wewe ulifika duniani ukawaambia watu wakufanye wewe na mama yako Maryam kuwa ni waungu wawili mbali na mimi, mbali na Allah? Qala subhanak

wa wa wa ummihi wumh wa abihi wa sahibati wa banihi li kulli mri'in minhum yawma idin sha'nu yughni. Ni siku Allah ametutahadharisha akisema, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, na yogopeni siku ambayo kwamba ndani yake mtaregea kwa Allah azza wa jalla. Nabii Isa atazimia na uzito wa ilo soala. Mwenyezi Mungu amekasirika, anamuuliza Nabii Isa

in kuntu qultu faqad alimta ta'lamu ma fi nafsi wala alamu ma fi nafsik, utakatifu ni wako ya Allah. Ikiwa nilisema hainipasi mimi kusema duniani mambo ambayo kwamba sina haki nayo, na ikiwa haya niliyasema, bila shaka ungekuwa una taarifa ya Allah, kwa sababu unayajua yaloko ndani ya nafsi yangu na mimi sijui yaloko ya ndani ya nafsi yako. Hiki ni kisimamo cha baina ya Mwenyezi Mungu na Nabii Isa. Anaulizwa kuhusu hii siku ambayo kwamba, kwamba, wanaswara wanajiandaa kusherekea hii siku na maskini baadhi ya Waislamu wanaingia katika mtihani kama huno, na watahadharisheni na maneno ya Saidina Umar tena ndugu Waislamu, nikimalizia hutuba yangu anasema